Naam, halmashauri ya Ubungo, ofisi ya afisa mtendaji Mbezi Luisi, jana wana maandamano wamefika na kuwasili na kuchoma uh, makaratasi ya kula, lakini pia wamechoma baadhi ya vitu muhimu ambavyo vilikuwa vinasababisha kuhesabika kwa hizo kura ikitokana na masanduku ya kupigia kura, na yote hayo yamefanywa na wana maandamano ambao walishiriki hapo jana hivi. Eh, nimekuletea uweze kujionea kabisa hapo kama jinsi ilivyokuwa katika ofisi hiyo. Lakini pia hawajaishia hapo, wamefanya vurugu nyingi na uh, zimeleta taharuki Tanzania. Lakini yote hayo ni kudai haki za walizokuwa wanazihitaji maandamano yametokea nchini Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika uh, Oktoba 29, 2025, huku wafuasi wa upinzani wakipinga kufanyika kwa uchaguzi huo. Maandamano hayo yameshuhudiwa katika mji kadha, uh, iliyo pamoja ni na Dar es Salaam, Arusha, Moshi na Mbeya. Lakini kwa maeneo ya Dar es Salaam ukiambatana na hapo halmashauri ya Ubungo, ni katika ofisi ya afisa mtendaji ya Mbezi Luis kama hapo unavyoweza kujionea katika hiyo video lakini pia sababu hizo zilizopelekea watu kuandamana ni kukosa imani na mchakato wa uchaguzi wa upinzani unadai kwamba uchaguzi huo hauna uadilifu na kwamba serikali ilikuwa ikipuuzia hayo yote lakini pia wanasema kuwa hakuna mageuzi ya kisiasa upinzani unadai mageuzi ya kisiasa kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi uh, matokeo ya hayo ya maandamano yamesababisha uharibifu wa mali, vituo vya mabasi, vituo vya kupigia kula na raia wenyewe. Baadhi ya raia wamepoteza maisha, lakini hayo yote ni kwa sababu ya kudai haki za msingi na madai makubwa ya Watanzania. Wanahitaji rais wa wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan ajiuzulu. Yeye mwenyewe awahitaji kuwa wanaongozwa na yeye kwa sababu wameona udhaifu mwingi ambao unatokea wakiwa na vigezo na ushuhuda ambao unawafanya wao wasimuone kuwa anafaa. Je, ni nini mtazamo wako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kendo Media TV hapo? Tudondoshe comment mm -hmm yako ili tuweze kufahamu zaidi ni nini unachokiona katika Tanzania hii ya sasa na Tanzania inayokuja, ambayo maandamano bado hayajulikana kuwa yataisha lini, kwa sababu sasa hivi wametulia, lakini bado kuna Uh, lengo la kuapishwa kwa rais kwa je yeah? Kwamba akiapishwa itakuwaje au bado mzozo utaendelea kuwa mkubwa au ni nini kitatokea? Lakini pia nipende kukualika wewe ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kendo Media TV kusubscribe katika chaneli hii ili ujihakikishie unakuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu mbalimbali pindi zinapowekwa au kupostiwa katika chaneli hii. Asante.